mtazamaji wa Faida Online TV, leo ni tarehe 6 ya mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano ambapo e, tunaelekea maadhimisho ya siku ya wanawake. Katika siku hii ya leo, kata ya Tandika pamoja na Chikongora wameadhimisha siku hiyo katika viwanja vya Sabasaba hapa manispaa ya Mtwara Mikindani, ambapo shirika la EMPASO wametumia siku hiyo adhimu kuwasaidia watoto wa shule ya msingi Tandika wapatao 15 kuwasaidia mahitaji mbalimbali ikiwemo kwa ajili ya kuhakikisha wanakwenda kukamilisha ndoto zao za kielimu na kufikia malengo yao kadri Mungu atakavyowabariki. Faida Online TV kwa kuhakikisha unapata taarifa hiyo tumefika hapa hapa na kukuandalia taarifa hii. Jina langu ni Hayuba Mpimbita na hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kwa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika, sisi ni watu wa field. Kwa majina naitwa Tathmini Ali Kilimisi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la EMPASO ambalo kirefu chake ni Environmental Management and Poverty Alleviation Society. Kwa siku ya leo tumekutana katika viwanja hivi vya sabasaba tukiwa tunasherehekea wiki ya wanawake kuelekea kilele ambacho tutakifikia siku ya tarehe nane. Tumekusanyika hapa sisi kama taasisi ya EMPASO kwa kuja kuwashika mkono ndugu zetu wanaosoma shule ya msingi Tandika, na tumekuja kuwashika mkono hawa ndugu zetu kutokana na changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia katika safari yao ya elimu, moja ikiwa kukosa vifaa muhimu vya kuendea shuleni kama vile uniform. Kwa hiyo sisi kama taasisi ya EMPASO tukakaa chini tukatafakari, tukasema, kidogo ambacho tumekipata au kidogo ambacho wadau wetu wameweza kutuchangia basi ni vizuri na sisi tukarudisha fadhila kwa ndugu zetu. Ah, kwa leo tumewakabidhi uniform wanafunzi kumi na tano wa shule ya msingi Tandika, lakini wahitaji ni wengi, lakini kutokana na rasilimali tulizokuwa nazo basi tumeweza kuwapatia hicho kidogo tulichokuwa nacho. nimeishia hapa. au ndio utaratibu utaendelea? Ah, shirika la Empaso malengo yake ni kuendelea, kwa sababu tuna mpango wa kuendeleza ndugu zetu kielimu, kwa hiyo ni kuendelea. endapo tutapata zaidi basi tutazidi kupanua wigo wetu wa kutoa msaada kwa wahitaji. E, jina langu ni Emedi Hasani, ni afisa miradi taasisi ya Empaso. Akiuhalisia EMPASO tunajihusisha na utunzaji wa mazingira pamoja na kuweza kusaidia jamii kuondokana na umaskini. Hayo ndio malengo yetu makuu ambayo EMPASO tunayafanyia kazi, na katika hili la leo ni kwamba tumekuja kuwashika mkono wanafunzi wa shule ya msingi Tandika, na wanafunzi hawa tunawalenga ni wale wanafunzi ambao wana hali ngumu ya kimaisha na imekuwa ni utaratibu wetu kama EMPASO. Mwaka jana tulitoa wanafunzi wengine ambao tayari wameshamaliza, na mwaka huu tumechukua wanafunzi wengine 15, wavulana sita, pamoja na watoto wa kike tisa, ambao wao wote hao wanaonekana ni watu ambao wenye shida, ni watu ambao wanashindwa kumudu zile eh, eh, hali za kawaida za mwanadamu. Kwa hivyo kama EMPASO ni wajibu wetu kuwasaidia, ni sehemu ya malengo yetu kuwasaidia wanafunzi hao kwa sababu wanapitia kipindi ambacho ni kipindi kigumu. Kwa hivyo kushirikiana na wadau mbalimbali mbali, pamoja na vyanzo mbalimbali vya mapato tumegawa uniform eh, kumi na tano kwa watoto wa kike na watoto wa kiume. Kwa hivyo tunaomba wadau wengine ambao wanaoweza kuguswa na hili waweze kushiriki nasi kuendelea kuwasaidia wanafunzi hao. Kwa majina naitwa Mwajuma Omar ni human resource katika taasisi ya Environmental Management and Poverty Alleviation in Society. Katika hii taasisi yetu tumebesi sana katika mazingira na kutokomeza maskini. Shirika letu lina li, li miaka miwili sasa tokea lianzishwe na tumesaidia katika shule ya msingi Tandika na kuhusu wanafunzi tulianza nao kumi na tano katika shule ya msingi Tandika. Tutaendelea kuwasaidia kadri na kadri mpaka wenyewe watapomaliza shule ya msingi na Allah akizidi kutujalia zaidi tutasaidia mpaka atapofika sekondari kama atakuwa na uhitaji zaidi. Naitwa Fatuma Msuya, afisa maendeleo wa kata ya Tandika. Kwa kweli sina la kusema zaidi ya kuwashukuru kwa sababu tuna watoto wenye uhitaji ni wengi kwa kata ya Tandika, lakini wamechukua hawa wa mfano. Lakini naomba wasiishie hapo kwamba akabaki tu kutoa uniform na basi na kupotea, hapana. na pia tutaomba pale tunapotaka kushirikiana basi tushirikiane, lakini watoto wenye uhitaji ni wengi ehe, tukiongelea swala watoto wenye uhitaji ni wengi, na sisi tunapambana kwa kadri tunavyo weza kama sa maendeleo kuona shirika kama hivi limejitoa na kwenda kuchukua jukumu kama hilo kwako inakuja picha gani? Na pia kama mwanamke, lakini kama mimi mwanamke, na tukiangalia ni tunaelekea kabisa katika kilele cha siku ya mwanamke, tunapoongelea siku ya mwanamke na kauli mbiu ya sasa inasema, wanawake na wasichana ishirini ishirini na tano, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kwa hiyo hata wale wenye uhitaji wana haki sawa na sisi, tuwape fursa, tuwasaidie pale inapohitajika. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Fabiola Korneli Aule. Ni mwalimu mkuu shule msingi Tandika. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wa Tandika, lakini pia kwa wale ambao pia ambao wanaona kuna watoto wenye mahitaji ambao ni shirika ila lisilo kwa serikali EMPASO ambao tumekuwa nao mara nyingi pale shuleni wakiendelea kuangalia wahitaji mbalimbali ah kikubwa ambacho na naweza kuambia hawa EMPASO ambao uh, wanajihusisha na uh, watoto wenye mahitaji kwamba uh, waendelee kuifanya hii kazi kwa uadilifu pamoja na kwa uaminifu. Kwa majina naitwa Maisha ya Tibu, shule ya msingi Tandika, darasa ya saba. Leo tumepokea msaada msaada wa infem na vitu vingine, tunashukuru sana na tutazidi kuwashukuru shukuru, asanteni. Kwa majina naitwa Shadi ya Shaa Juma, natokea shule ya Tandika, darasa la 4. Nashukuru sana kwa kutupa uniform na nitaendelea nazo kusoma nazo, nilikuwa na pea moja tu ya uniform, lakini sasa hivi na pea mbili. Asanteni zinaenda kumsaidia kupunguza majibu maana, alikuwa anataka kununulia sama hela, alikuwa ana. Kwa majina naitwa na Kasimu Hamisi Ahmadi, nasoma na shule ya msingi Tandika. Nashukuru na watu wa EMPASO kwa kutupa sare za uniform, asanteni sana. Na mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe channel chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Ama hakika sisi ni watu wa fieldi.